Wananchi maji wamekuweka madarakani miaka sitini na tatu, watu wanaishi maisha mabaya, wanaishi kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Vijana wetu kila siku wanasema heri ya jana, wanaishi kwa kuangalia mipira, wanajaa kwenye kumbi, wanafanya beti. Vijana hawa wangekuwa kwenye viwanda, wangekuwa kwenye mamashine, wangekuwa kwenye, kwenye, kwenye teknolojia ya hali ya juu. Wanafanya maisha kwa sababu ya uongozi wa kijinga hata rasilimali unaenda nchi hii na imegeuka kuwa nchi ya wa Wachina na Waarabu. Unaenda Chunya, ardhi yetu, dhahabu yetu, unaenda Tarime, unaenda Mbogwe, unaenda Kahama, unaenda popote kwenye dhahabu, Wachina wamejaa nchi hii. Asilimia tisini ya leseni za nchi hii zinamilikiwa na Wachina, wanachukua dhahabu zetu wanapeleka Ulaya. Kwa nini? Unaambiwa vijana hawana